Askofu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania, KKKT, Dayosisi ya Karagwe, Askofu Benson Bagonza anatoa ushauri kuhusu kile kinachoendelea Zambia, baada ya familia ya hayati Edgar Chagwa Lungu kukataa kiongozi huyo wa zamani kuzikwa kwenye ardhi yake ya nyumbani hasa wakimlaumu rais aliyepo Hakainde Hichilema kuhusika kumtesa mpaka kufikia mauti. Askofu anaandika kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, anasema: ili la Zambia kama si funzo ni kengele. Rais mstaafu wa sita wa Zambia Edgar Lungu amefariki Tarehe tano mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na tano akiwa kwenye matibabu huko Afrika ya Kusini. Atazikwa Afrika Kusini tarehe ishirini na tano mwezi wa sita mwaka elfu mbili ishirini na tano na misa itaongozwa na askofu mkuu wa Lusaka, hali kibanda. Rais wa saba Hakainde Hichilema ndiye yuko madarakani. Familia ya hayati Lungu imekataa kukubaliana na serikali ya Zambia kuhusu taratibu za mazishi kwa kusema marehemu aliacha wosia kuwa akifa rais Hichilema asisogelee wala kuhudhuria mazishi yake. Alipokuwa madarakani, rais Lungu alimweka ndani rais wa, wa sasa mara 15 kwa tuhuma mbalimbali. Naye rais Hichilema aliposhinda alipomshinda Lungu na kuingia madarakani amemuweka katika kifungo cha ndani na kumnyima uhuru wa kutembea kwenda kanisani na hata kugombea katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2026. Yote haya yanatia aibu pande zote, lakini kwetu Tanzania, haya kama si mafunzo kwetu, basi ni kengele ya kutuamsha tuweke mambo yetu vizuri. Kwanza, wale tulio madarakani kama mimi, tujue ipo siku madaraka haya yataondoka kwa njia nzuri au mbaya. Kutambua tu kuwa yataondoka kutufanye kunyenyekea na kutenda wema na haki. Pili, wale wanaotafuta madaraka ni vema kutambua kuwa mapenzi ya kuposea sio ya kuolea na kutunza ndoa. Ni rahisi kulalamika kuliko kulalamikiwa. Mkiingia madarakani, msitumie sheria mbaya zilizoacha na watangulizi wenu kuwatesa wapinzani wenu wa kisiasa unyenyekevu unahifadhi nguvu na rasilimali . Tatu, ukiwa madarakani una uwezo wote wa kukataa ushauri unaopewa, lakini una uwezo wala madaraka ya kukataa madhara ya ukaidi wako wa kukataa ushauri. Machozi yako wakati wa majuto ni kama yale ya samaki, utazomewa hata na uliowasaidia. Nimeyaona kwa Lungu. Nne, kila aliye ya madarakani hutoa hotuba nzuri na maelekezo sahihi. Hotuba za Hichilema ni tamu na zinavutia, lakini zinaficha wengi wa kisasi na uchungu. Wasaidizi hawasikilizi hotuba zake, wanakumbuka aliyotendewa. Kiongozi mzuri ni mwenye uwezo wa kudhibiti chawa wake. Tano, familia za viongozi. Umwangushe kiongozi kabla hajaangushwa na wapinzani wake kiongozi anayelaumiwa na familia yake kwa kutowasaidia anaweza ku, kuwa kiongozi bora anayebeba familia nzima. Kiongozi akiwasahau ndugu zake anakuwa amewaepusha na mateso baada ya yeye kuondoka. Akiwabeba, anaondoka na kuzama nao. Nimeliona kwa Lungu. Sita, madaraka makubwa mikononi mwa mtu mmoja ni hatari kwake, marafiki na adui zake, kwa kuwa ndugu na marafiki hawana kinga. Ni hekima wakajitenga na mwenye madaraka. Kipimo halisi cha maadili ya mwenye madaraka makubwa ni pale hata maadui na wapinzani wake wanaojiona wako salama mikononi mwake, yaani adui yako usimwonee wala kumpendelea. saba. Kwa viwango vya siasa za Afrika maisha mazuri baada ya kustaafu yanaweza kuwa yale ukuharibu kitu na ukutenda la maana. Kama ulionea utasutwa. Kama ulitenda mazuri yataharibiwa, ukiona ufe kwa kihoro. Kwa hiyo sikiliza watu, usisikilize washauri wanaolipwa ili kukushauri. Ukistaafu utaishi na watu, sio washauri. Hichilema, uchaguzi mkuu ni mwaka kesho, mwaka elfu mbili ishirini na sita. Haya ni maneno mazito aliyoandika Askofu Benson Bagonza kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook.